Ipokamatiya siasa pamoja na do wa sekretarieti, mimi nilikuwa na ahadi nilikuwa na ahadi cha baskeli cha chama Idadi ya baskeli mia mbili sabini, mia mbili sabini na nne kuwapatia wenyeviti wa matawi pamoja na makatibu wa tawi na waenezi katika jimbo langu la Nsimbo wa Chama cha Mapinduzi. Najua wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri kuhakikisha kukipigania Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya udiwani ngazi ya ubunge pamoja na ngazi ya urais. Ninaomba kwa niaba yenu niwashukuru sana viongozi hawa, tumeshirikiana nao vizuri sana kuhakikisha mikutano katika maeneo yao, kuhakikisha wanashirikiana na majiwani bega kwa bega kwa ajili ya kutafuta ushindi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge pamoja na majiwani wote. Sasa imenipendeza leo ile zawadi iwambia kuwa nitawapatia wapatie kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, na wenyewe endakajidai na mama Samia na baskeli sisi wewe. Na leo unatekeleza ahadi ya baskeli uliahidi katika kipindi chako cha miaka mitano iliyopita. Lakini unayafanya haya, si kwamba unawafurahisha tu wananchi, unatambua namna gani wanaishi katika mazingira ya mbali na namna gani unarahisishia ili waendelee kuwafikia wananchi wetu na wanachama wa Chama cha Mapinduzi ili kufikisha ujumbe ambao unatolewa na chama, lakini pia kutoa huduma na kusaidiana katika shida na laa. Kama mlivyoona, Mheshimiwa Mbunge amesema alikuwa na deni, lakini deni lake leo anaenda kulifanyaje, kulikamulisha hapo. Vipi nisipoweza kumshukuru mama yetu hapa? jambo moja kubwa sana ameweza kulifanya, ameweza kulitimiza katika ahadi yake ya miaka mitano. Mimi naomba pale tumpigie makofi mama yetu, kwa sababu ahadi au jambo ambalo unalolitamka mbele ya watu na ukaji ukalifanya kwa kiini macho, kila mtu anaona ni imani kwamba huyo mtu yuko sahihi na yuko sawa. Mpigie makofi mama, kama ulichokifanya umefanya vitendo vya maana kabisa, ambacho macho yetu na mawazo yetu tumeona, nasi tunakupongeza sana, sisi tunakushukuru sana kwa Chama Cha Mapinduzi kwa kazi uliyoifanya na kuitimiza na kuwaita we, wenyeviti, wenezi, lakini pamoja na makatibu. Umefanya jambo jema sana, nasi tunakuahidi kama wanachama, kama Chama Cha Mapinduzi, tuko mstari wa mbele kuhakikisha ushirikiano wa Chama Cha mapinduzi jimbo la Nsimbo tuko mstari wa mbele kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinasimama imara kwenda pamoja na wanachama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Kwa kusema machache katika hizo baskeli, nendeni mkafanye kazi ya chama. Hapo vipi? Nendeni mkafanye kazi ya ya chama, hizo baskeli, kwa nia yake ni kusaidia ama kurahisisha kazi ya chama iweze kufanyika kwa haraka. Kwa majina mimi naitwa Zaituni Saidi, ni mwenezi wa tawi la Kambuzi. Yote tunamshukuru sana mbunge wetu Ana Lupembe. Mwenyezi Mungu amjalie amzishie baraka, amtolee mabaya yote, Mwenyezi Mungu ampe wakati muhimu. Namwahidi na mimi Zaituni Saidi kutekeleza Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Eh, eh, mimi ni katibu wa naita, mimi ni katibu namshukuru mheshimiwa mbunge kwa, kwa mba, kuwa ametekeleza, lakini kwanza kwamba tutaendelea kuwa mwaminifu kwa, kwa Chama cha Mapinduzi na kutekeleza majukumu yote ya Chama cha Mapinduzi na Mungu mzidishie sana. Asante.